Mnyama hata safiri kuelekea kule, kule... Eswatini mm, Eswatini ndio leo anapoa nafasi kubwa sana mnyama kufanya vizuri licha ya yote ambayo anaendelea na hususan mm. Baada ya kumchukua meneja mkuu Pantev, gari la, la, la mnyama ni gari la, nasema gari zuri kwa sasa hivi kwa sababu ya ujio wa meneja kama ambavyo wao wanamtambulisha. Lakini sisi tunamtambulisha as a coach, kama kocha uh, mabadiliko ya mwalimu mara zote huwa na impact chanya kuliko hasi mm, mm, yani tena impact chanya na kujaga kwenye upande wa kupata matokeo ya ushindi mm. Uh, fuatilia au tumekuwa wafuatiliaji walimu wapya wakitangazwa kwenye timu mpya, kunakuwa na mabadiliko hata ya matokeo, hata kama timu ilikuwa inapata matokeo ya kufungwa, lakini baada ya mwalimu mpya tu hata kama wachezaji ni wale wale, kuna upya fulani wa walimu na boost e, morali za wachezaji. Kila mchezaji anatamani kumwonyesha mwalimu nini ambacho anacho ili aweze kumwanzisha katika kikosi chake cha kwanza. Kwa hiyo katika mchezo huu ambao tunaenda kutazama, hatua ya pili awali, uh, klabu bingwa uh, kuna wepesi zaidi kwa upande wa Simba kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu moja kubwa ya benchi la, la, la, la ufundi lina ugeni mpya mm. Litaenda kubusti morali za wachezaji karibia wote ambao wanahusika katika kikosi cha Simba cha msimu huu ambao umeenda kuanza. Ndio kila mchezaji anataka kuonyesha kile ambacho mwalimu anataka kuki, kukiona uwanjani katika uwanja wa mazoezi na pia katika uwanja wa mechi. Hilo jambo la kwanza, upya mwalimu. Jambo la pili, ubora wa wachezaji. Simba wamekuwa na utajiri wachezaji katika maeneo tofauti tofauti katika misimu mingi ambayo nimeshuhudia simba msimu huu uh, anaweza kuwa nikaujumuisha kati ya misimu ambao wamekuwa na wachezaji wengi katika kila eneo mm. Tena wamekuwa na ushindani. Tukianza katika eneo la golikipa uh, misimu mingi tulikuwa tunashuhudia golikipa ni mmoja tu au wengine mm, wametofautiana mbali sana kwenye upande wa ubora. Ndio yani, msimu ambao simba umefanya vizuri tunazungumza msimu wa 2018 mpaka 2020, 17, 19, 20, 21, 21, ndio Yanga wakapokea kijiti. Hiyo misimu golikipa alikuwa ni Aishi Manula, ukizungumza magolikipa wengine, kuna daraja kubwa sana la kumfikia Aishi Manula. Lakini sasa hivi unazungumza, kuna pipi ni Kamara na Yakub hawajapishana sana kila mmoja na vigezo vyake, lakini unazungumza ule mpishano wa ubora, unaona kuna mpishano mdogo sana wa ubora. Kwa hiyo ushindani unaanzia katika eneo la goalkeeper. Nenda katika maeneo mengine ya full back, ma center back, midfield, hata eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwa, kwa ujumla katika eneo zima la wachezaji, Simba wamebarikiwa msimu huu kuwa na wachezaji wengi ambao hawajapishana sana level ya ubora, hawajatofautiana sana ule ushindani ambao wanatakiwa kuuonyesha katika uwanja wa mpira wa miguu ili timu yao iweze kupata matokeo ya ushindi ni tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita Simba ilikuwa na kikosi kizuri cha kwanza, yani, kile kikosi kinachoanza ndio kikosi bora. Baada ya hapo wakifanya sabu, nashika kichwa, kwa nini amemtoa Jean Charles Ahoua, kwa nini amemtoa Pimpini Kamara, kwa nini amemtoa Uh, usen zimbwe mm, hakuna mbadala mm, ambaye anaweza kwenda kuchallenge ile nafasi na akatoa kilichokuwa bora kama ambavyo aliyetoka alikuwa na kitoka. Kwa utajiri wa uh, wachezaji unaweza kwenda kumrahisishia kazi kocha, kocha mpya kuweza kutenda yaliyokuwa mema na timu ya Simba kuweza kupata ushindi, hilo jambo la pili. Jambo la tatu Simba ni, ukizungumza kwenye upande wa, wa rank Simba ipo top five. Mm unazungumza ni timu ambayo sasa hivi unaiweka daraja moja na kina Ahli, unaiweka daraja moja na kina Mamelodi, kina Experience de Tunis washavuka kufikiria masuala ya hatua za awali. Sasa hivi mafikiria ya Simba, hata malengo ya viongozi wamekuwa wazi na wameyaweka wazi kwamba sisi malengo yetu ni kuvuka hii hatua ya robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali kama ambavyo tunazungumza, malengo ya Yanga kwenda hatua ya makundi, malengo ya Simba ambayo wamekuwa wazi miaka mingi ni kuivuka hii hatua robo fainali. Walifanikiwa katika kombe la shirikisho wakaenda fainali, lakini bado kuna ugumu ambao wanapambana nao kuukata kutoka robo fainali kwenda nusu fainali. kwa kama wanafikia robo fainali, maana yake hizi hatua za awali sio stori kubwa sana. Simba kwenda makundi sio stori tena, yani hakuna ya mtu ambaye anaweza kukaa hapa au shabiki yote anaweza akajisifu tumefanikiwa kwenda makundi. Ni jambo uh, ni jambo la aibu, ni jambo ambalo wao washavuka, kwa sababu ni misingi ambayo imewekwa kwa muda mrefu. Uh, makocha ambao wamewekwa na kutangazwa wamekuwa wakiwekewa hadi masharti ya malengo ambayo klabu kama klabu imeyaweka kwamba ufanikiwa kuwa mbingwa wa ligi kuu, lakini kwenye michuano ya kimataifa Swala la kuishia hatua ya makundi au kuishia hatua za awali hatuzitaki. Ukishindwa kuvuka katika hizo hatua za awali au kwenda kuvuka kwa hatua ya makundi kwenda robo na kuvuka kwenda nusu fainali, maana yake hmm, utakuwa umeshavunja yale makubaliano ya mkataba na masharti ambayo club tumekuwekea wewe mwalimu. Kwa hiyo swala la Simba kihistoria sasa hivi na kiukubwa ambao wao wameshautengeneza kwenda hatua ya makundi sio stori. Kwa hiyo unaweza kuwa wapinzani wa Simba katika hatua ya pili awali wakafungwa kutokana na historia na rekodi, ukiondoa ubora na ukiondoa ugeni wa mwalimu.